Usikonde, usihangaike, mfahamu mganga hodari udari wa kienyeji daktari Abdi, ambaye anatatua matatizo mbalimbali mbali ya kitumia tiba ya mitishamba. Endapo unahangaika na matatizo ya mapenzi, kuwanasa uwezi au kuwashika uwezi, kwa kuwatumia nyuki, matatizo ya kutatuliwa kwa kutumia dua ya kisomo pamoja na kioo ili kuweza kutatua e, matatizo mbalimbali mbali, na ya ya kisirani au nuksi yoyote ile, weza kuwasiliana na daktari Abdi kupitia nambari yake ya simu +254748895806 ili aweze kusaidia kuondoa e, matatizo pia ya makesi kotini, kuwanasa e, majini na wachawi wabaya. Haya yote ni madi ya matatizo ambayo daktari Abdi anayatatua. Ikiwa unashughulika ama unahangaika na matatizo ya mashamba, umeibiwa pikipiki, gari, nyumba au mali yako ya dhamana, bila shaka Daktari Abdi yupo hapa, ataweza kukusaidia pamoja na nyote ya mvuto na kadhalika. Nambari ni moja: +254748895806.